Kugusa kemikali na kuungua. Kuungua kwa kemikali kunaweza kutokea mahali popote, kazini kwako au hata wakati wa shughuli za kila siku. Kama mtunza nyumba, unaweza kuwasiliana na bidhaa za kusafisha ambazo zina kemikali kali. Kemikali hizi zisiposhughulikiwa vizuri zinaweza kusababisha majeraha makubwa ya ngozi au macho. Ni muhimu kujua kufanya kazi ni nini na, na kufahamu hatari zinazoweza kujitokeza katika vifaa vyako vya kusafisha. Sio kuchoma kemikali zote ni sawa. Linapokuja swala la kuchomwa kwa kemikali, wakati ni muhimu. Kadri unavyochukua hatua haraka, ndivyo uharibifu unapopungua. Ikiwa unakabiliwa na kemikali, hatua ya kwanza ni suuza eneo lililoathiriwa na maji, safisha ili kuondoa kutu kutoka kwa ngozi yako. Ondoa nguo zilizochafuliwa, kwani kemikali zinaweza kuendelea kuku, kuwaka kupitia kitambaa. Ikiwa kuchoma ni kali au kama huna uhakika kuhusu kemikali inayohusika, tafadhali tafuta ushauri wa matibabu. Njia bora ya kuzuia kuchoma kwa kemikali ni kuzuia. Hii inamaanisha kuchukua hatua rahisi lakini ni muhimu kama vile kuvaa glavu kila wakati unaposhughulikia bidhaa za kusafisha, kwa kutumia kinga ya macho inapohitajika, na kufuata maagizo kwenye lebo za kemikali zozote unazotumia. Muhimu sana, usichanganye kamwe bidhaa za kusafisha kwa...